Naye baba akaja akashika ile panga, nikamshinda kutoa, nikamwambia vuta, nikamshinda tena, nikamwambia tena vuta, kanikanyaga kwa nguvu, akavuta ile panga. Siamini kama kweli huu unaweza kuwa ni upendo, pengine ni uenda wazimu. Alianza kunichoma bega la kulia, akachoma choma karibia mara tano, nikageuka kanichoma mgongo, akarudia akarudia, akanichoma huku chini mapajani nikadondoka chini akanichoma tumbo, akashindilia panga. Hakika upendo ni upofu unaweza kutua popote bila hata kuona kasoro. Alikuwa mtu wa kunitishia saa zingine, hata nikimkwaza tu anasema ataniua. Nikimkwaza tu hata jambo ndogo tu ananipiga na ananiambia kwamba haya, alikuwa huko da alishaua watu wengi sana yeziuzi nikamtishia licha ya wazazi wake kumkataza asiolewe katika familia hiyo inayotajwa kuwa na maadili mabaya, Night alifunika kombe mwanaharamu apite. Nasema nidhamu ya hapa siyo nidhamu ya kuoa binti wangu, wakakataa vijana kama vijana, wakaamua kuishi kiubabe, na sasa Night anaokumbuka ule usemi wa majuto ni mjukuu na asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Kesho yake asubuhi nilikuwa nimembeba mtoto mgongoni, nilikuwa natafuta vijikuni kuni hapo nyumbani pembezoni mwa nyumba, nikashtukia tu amenishika amenikaba, akaniambia kwamba tutoroke tuache mazishi. Nikamwambia amna, mimi siwezi nikatoroka, labda mfanye ambacho baba anakitaka. Baadaye nikaona amegeuka kabisa sura, akasema ah, kumbe na wewe umeungana na babako. Ndipo akaanza kunikatakata na mimi nikaanza kupiga yowe. Alinikata hadi nikaanguka chini, baadaye akanichoma tumbo mara ya mwisho na akakimbia. Sababu alikuwa anataka nitoroshe, atoroke na mimi bila kupeleka nyu, mahari nyumbani kwetu. Hata kama babake alijinyonga, hivyo yeye hakutaka kwamba nivumilie kabisa, wapeleke mahari nyumbani kwetu yumbaikwetu. Mtoto wangu mdogo nilimbeba mgongoni, sasa hasa kipindi kile anakatakata naye mtoto yule akamjeruhi. Yaani mtoto amemjeruhi bega na mapaja. Mama yake mzazi analia kwa uchungu namna mtoto wake alivyoumizwa, huku baba yake mzazi akieleza namna mtoto wake pamoja na mjukuu wake walivyoshambuliwa kwa panga. Nilipofika jamani, nilikuta kabisa kabisa mpaka, mpaka panga bado iko tumboni jamani, nina machozi. Serikali ya Tanzania mnisaidie Naomba mama Suluhu Hassani, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mnanisaidia jamani. Nakula kwenye mikono za watu sasa hivi hospitalini, mtoto wangu ana wa hali mbaya. Alivyoona mbwa akajua kwamba nimeshaamka na nakuja na mimi, akamwacha mtoto, na nikakuta mtoto wangu ambaye ninayeti huyu Nyerere amejeruhika na vibaya na panga, na nikakuta amemwachilia panga kwenye tumbo sasa mtu nilipofika, namwangalia kwenye uso hivi ananiambia, baba, nitolee chomoa, amenichoma chomoa. Kuona naona panga limebaki kwenye tumbo la mtoto wangu, ndipo nikafanya jitihada ya kuchomoa ile panga. Daktari Crispin Msabi anaeleza namna Night na mwanaye walivyojeruhiwa na hali ilivyo kwa sasa. kiliweza kuchana utumbo mwembamba mara mbili, kwa hivyo matobo yalikuwa mara mbili, lakini pia kilikata mshipa mkubwa wa damu, alikuwa amevuja sana damu, hata ilipelekea wakati sasa wameshabaini damu zinavuja wapi, hakuwa kawa kama mgonjwa, alizimia vuja damu. Baada ya hapo, akaweza kumshona na kuunganisha utumbo, kwa sababu ile utumbo ilibidi waukate mara mbili na kuunga. Kwa sasa, hali yake hatuwezi kusema ni nzuri, kwa sababu kwa muda huu wote ukishaungwa utumbo mara mbili, tunataka kwamba utumbo wenyewe uweze kurudi kwa hali ya kawaida, ili hata kula chakula cha kawaida hawezi kula kwa sasa hivi. Kwa hivyo, wanakunywa vitu vya majimaji kwa muda, ili kuuwezesha ule utumbo uweze kufanya kuunga, ili aweze kurudi kwa hali ya kawaida. kwa hivyo kupoteza utumbo ni jitihada ambayo siwezi kusema mimi kwamba mgonjwa anaendelea vizuri, kwa sababu anaendelea na changamoto nyingi za kuendelea kuuguza ule utumbo wake. Tunasema mpaka miezi sita ndio anaweza kawa ngalao ule utumbo na uwezo wa kufanya wa kusema kwamba sasa mgonjwa huyu hali yake ya kidonda ya ya ki kile cha utumbo kilichoungwa, unaweza ukasema kwamba ngalao sasa ndio unaweza ukatolea tathmini kwamba huyo mgonjwa anaendelea vizuri. Mwenyekiti wa kijiji cha Nyahera anathibitisha uwepo wa tukio hili na hatua ambazo zimechukuliwa na serikali hadi sasa na mpaka sasa, mimi kama kiongozi wa eneo husika na kituo cha polisi au jeshi la polisi tunazidi kuendelea na uchunguzi kumtafuta huyu mhalifu, na vitendo kama hizi, sisi pamoja na jeshi la polisi tunazidi kuasa wananchi wetu na kuasihi kwamba ni vitendo ambazo tunazikemea pamoja na wananchi wengine ambao wajishiriki kwenye tukio hili ni jambo ambalo atulijalipokea na tunalikemea na tunaendelea kusaka huyu bwana ambaye anasadikika kufanya tukio hili. Hamahakika mirango pamoja na madirisha yameficha mengi ya familia. Kutoka hapa katika hospitali ya KMT Shirati, wilaya ya Rorya, mkoani Mara, jina langu ni Jacqueline Masinde, ITV.